Avieta, rusha ndege, ushinde wapi, utatua uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz amezindua okay, so, duka lake jipya. Wewe ni mmoja wa watu wa karibu sana ambaye naamini ulikuwa unajua plan ilivyokuwa, wazo lilivyokuwa, mpaka leo umelitimiza. Tufahamu kwa kifupi sana ili kuwaje, vitu gani ambavyo maybe mlipitia ama alipitia pindi ambacho anakuja na hii plan na, ama mpaka leo tunafungua duka hili. Aha, tumepitia mambo mengi kiukweli, kama familia, kama ulivyosikia story pale nje, Mama Chanja amesema ili duka limelipiwa, frame ililipiwa muda mrefu, miezi minne haijafanya kazi kumi na moja, tuka cancel tukapeleka mwezi wa 12, tuka cancel tena, ndio tumefanya januari hii eh, kwa hiyo hizo sehemu zote tatu, inavofika mwezi wa 11 kwamba inabidi tuzindue, afi inafika muda kwamba haiwezekani, hasa tupeleke mwezi wa 12, alikuwa na stress sana. Inafika tena mwezi wa 12 haiwezekani, huyo ya Januari anaona kama eh, mimi nitaiweza hii biashara. Kwa hiyo changamoto ni kubwa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu leo tuko hapa. Mmm, kuna baadhi ya dhana uh, huwa zimewekwa na baadhi ya watu, si wote kuwa uh, uh, hasa hasa ni pale mwanamke ambapo anakuwa amefanikiwa kitu fulani. Mfano kwa Asma kwenye mitandao unaweza kukuta mtu anasema amedanga ama pesa megewa na, na danga na vitu kama hivyo, unawaambia una, una, una vipi wao ambao wanayo. Aha, sasa mimi, leo ndo nilisema kwamba nikiulizwa hilo swali nitasema ukweli. Vijana wengi wanatuangalia kwenye mitandao ya kijamii, ukiposti video wanakuambia fanya kazi. milioni 3 hiyo ni hela ndogo ambayo naingiza mimi kwa sababu mimi hapa tangazo moja la, la biashara ya mtu namfanya kwa shilingi milioni tatu. Sio nimeelewa? Tangazo moja nafanya kwa shilingi milioni tatu. Ah si maana weza kana rate yake nafanya labda milioni mbili na kodi serikalini tunalipa kwa sababu sasa hivi content creators tunakatwa 5%. Kwa hiyo mtu sijakasema watageni TRA hii sanaa ina hela. Yaani tukidanganya watu kwamba sanaa ina hela tutapata watu wengine wengi kujiajiri kwenye hii sanaa. Vijana niwaambie tu ukweli hii sanaa ya content ina hela watu wajiajiri. Sasa ukishapata hela yako Unaamua wewe utajenga, unaamua utanunua gari, unaamua utafungua biashara, ni maamuzi yako. Asma anapata hela nyingi sana Hasa anapata hela ambayo alidhani kwamba ingetosha kufungua duka, lakini hapa katikati ndio zikatokea changamoto kidogo, kwamba ile imekwama, tunafanyaje? Tunafanya kazi, tuna tunachangia, tunafanya nini? Hasa anapambana huku na huku na huku, amepata tangazo huku, anaenda fanya machanja, yanaingiza hela na ingiza tena dukani. Kwa hiyo tusidanganye, hii tasnia ina hela, na ndivyo tutakavyozalisha vijana wengine wengi. Amefungua duka hapa, ataendelea na sanaa, akitoka hapa atafungua biashara nyingine. Challenge ipo kwetu. Mimi napata hela, machanja napata hela Tumesema kwamba tunahakikisha kwamba mwaka huishi kila mtu ana biashara. Ina maana mimi ninavyoongea na mimi hapa. Na hela zangu na jambo langu tu nalisikiliza kama mimi nataka mwaka mwezi fulani ndo nizindue. Sio umeelewa? Kwa hiyo tusidanganyane. Sinai na hela, ukishapata hizo hela utaamua wewe. Either una invest au unatanua. Sijui yani ni maamuzi yako tu. Period. Wewe ni moja wa content creators ambao umefanikiwa sana kwa sisi ambao tunakutazama. Tuna, tuna, naamini kuna watu hawajui wamekuona tu bumkubahu huyu hapa Kiredio ametoboa na kumbuka kipindi kile press unazifanya cutting master na sehemu nyinginezo, share na sisi mashana huyu ambaye anakutazama na anahisi safari yako ilikuwa rahisi sana. Lipi kubwa ambalo kukutana nalo ambalo maybe liliku discourage kukatisha tamaa kwa namna oh, moja maningine, lakini ukalivuka na mpaka leo. Kwako kwenye kinanikata sana moyo ni kwamba nimekataliwa sana Unakataliwa sana, unakataliwa sana, lakini kwenye kukataliwa, muombe sana Mungu anayekukubali awe ni mtu sahihi, hayo kwenye maisha yako. Muombe Mungu ukutane na watu sahihi, bas na watu sasa hivi hapa wow. Ah, mi nikifungua biashara wao wapo, mi biashara yangu imeenda mjini. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nina watu sahihi. Kwa hiyo kikubwa tu kwenye hii sanaa machangamoto yapo mengi sana, lakini muombe Mungu kutane na watu sahihi basi hmm. Unajisikiaje kuwa uh, we ni moja ya watu ama kapo yako pia ni moja kapo ambazo zinafuatiliwa sana kwa hapa Tanzania, lakini pia kuna namna yote unafanya kumlinda V, kwa sababu najua DM ya V lazima itembelewe sana na wale mafisi tunawaita. Sasa kumlinda, yani kumlinda mwanamke yani, yani kumlinda kupoteza yani, semeje, yani unapoteza muda yani, kwa nini nimlinde yani? Yeye inabidi sasa, kwa akili zake afanye maamuzi yake mwenyewe, na ni, ni vizuri zaidi yani yeye mwenyewe akaona kwamba hichi sio sawa, hichi ni sawa. Mimi nitakuwa namwangalia tu, lakini kusema kama ni mlindi, kwani unaongea na huyo sio? Kwani unafanya hivi? nitakuwa nitakuwa natwanga maji kwenye nini? Yani ni ngumu, kwa hiyo si mlindi. Nadhani tu yeye mwenyewe anafanya mambo yake basi. Harmonize ameonyesha ku appreciate kile ambacho amekifanya, na maybe kwenye video ambayo inatoka nasijui kama mtakuwepo, labda tutogole siri leo, kama mtakuwepo tuanzia mtakuwepo <laughs> kiuku mwenyewe naisubiri video <laughs> eh. Na namna unahisi mme inspire Harmonize kurudiana na Kajala kwa sababu you guys kapo yenu ni ya moto sana. <laughs> <laughs> Atuja, unajua kwenye mapenzi hamna kumuinspire mtu, ni moyo wa mtu hiyo kwa, kaka kwa, Harmonize kurudiana na Kaja ni moyo, tuko tunajua kaka nampenda dada yetu, kwa hiyo dada yetu anachelewesha, msamaha, msamaha umepatikana, sasa hivi tunaenjoy, lakini sio kwamba kwa, tumemuinspire ni moyo wake. Mm. <laughs> Kwenye video kama nakuona umecheza ndo Kaja, kwa hiyo unaona hivyo kuweka ile picha mmoja, nisubiri, ngoja nione Ningependa nikuuliza la mwisho my brother, brathe, uh, kumekuwa kuna utimu sana wa muziki hapa Bongo, Bongo tunafahamu wewe ni mtu ambaye unamkubali sana Diamond, hawakutegemea kuna takuwa karibu na Harmonize ama kama vile Harmonize kupost kwenye za story. Uh, unalipi una la kuambia amba wanaweka utimu maybe hawakudhani, uh, pia kama ungeweza ku, ku, kuhang na Harmonize, ukweli usiopingika. <laughs> Hii naongea wazi, na wasanii wote waiangalie hii klipu. Utimu hausogezi tena mziki. Utimu kuna kipindi ndio ulikuwa una faida, yani ulikuwa unasukuma kazi. Sasa hivi utimu hausukumi kazi kabisa. Wenzetu wameshahama huko Nigeria. Sasa sa hivi wasanii wakubwa wanapambana kuwatengeneza ma content creators wadogo, kwa sababu wanaamini kwamba nikimtengeneza huu kiredio, nikitoa nyimbo yangu, ni rahisi kiredio kuipush ndo wanachokifanya Davido sasa hivi Nigeria. Kwa hiyo tutoke kwenye utimu tuende kwenye kitu ambacho dunia inataka. Yaani kila kitu kina muda wake. Zamani kuna kipindi kulikuwa kuna timu Wema timu Zari vibaya mno. Sasa hivi kuna timu gani ya wanawake? Zamani ilikuwa Diamond na kitu wa nyimbo hapa mnaweza mkampandishia hapa. Mnaweza kitu hapa Diamond ameona. Kwa tunafuatilia hivi. Sasa hivi unaona inafanya kazi. Mtu ambaye atafikia kwamba kichwani kwake bado kuna utimu akaweka utimu. Muziki wako utaisha vibaya sana. Haijalishi ni msanii gani. Utimu ufanye tena kazi. Sasa Hivi ni kama mnavimbiana, mnavimbiana nini juu utimo ufanye kazi kama ni Kiredio machenge, Kiredio ufanye kazi za Diamond, ufanye kazi za Harmonize aende anaangalia. Mwisho siku hii pia ni biashara watu hawajui, eh? iko kwangu pia ni biashara nzuri tu, napambana na msapoti Diamond na msapoti Harmonize na wao wananisapoti, tunasapotiana, si umeelewa? mimi kupost nyimbo labda let's say Harmonize au nikaposti labda nyimbo ya Diamond au nikaposti nyimbo ya msanii yoyote, huyo msanii akija labda akaiposti aka kuiposti ile ngoma au mimi au video yangu au kucollaborate na mimi, sio kwamba anisaidia mimi, tunasaidiana. Kwa sababu kwa mfano mimi nikifanya video na V ya nyimbo labda ya Harmonize ikafikisha viewers milioni mbili, hata kama kuna watu milioni mbili hawajaenda hawajaenda YouTube, lakini kwa sababu mimi naangalia mimi na V watu milioni mbili na ngoma ya Harmonize na play nyuma, na mimi ndio nimesaidia ngoma ya Harmonize kusikika kwa watu milioni mbili kwa haraka zaidi, na hao watu wajaenda YouTube, hiyo sio biashara. Watu wanakaa wanakwambia, ah, ukisema hivyo mtu anakwambia wewe una nini cha kumsupport Harmonize, wewe una nini cha kumsupport Diamond. Hawajui game, tunategemeana vibaya mno. Wakitaka waelewe wafuatilie Nigeria, David anafanya engagement na content creators wadogo. David anaenda kwenye zile live za wasanii wadogo wadogo, anawatengeneza wanakuwa wakubwa, ni kwa sababu anajua na wasupport hawa. Leo kisha nikitoa muziki wangu wataupiga hawa, anafadhiliwa na mamilioni ya watu, muziki ushafanya ah, big, big, big no na kazi na Alikiba. Alikiba sijawahi kufanya gari nae kazi kiukuriatuawa hata sijawahi kwa mpia na Alikiba, lakini mimi ni shabiki eh, anajitenga sana. Sasa sijajua, unajua kila mtu ana plan zake, yani kila mtu ana target zake, labda pengine auwezi kujua. Unaweza kuwa unasema anajitenga, lakini kumbe amesha amesha ameshafikia kwenye alichokuwa na kitageti zamani. Lakini kuna watu wengine wana njaa Diamond wanasema mimi bado, sio nimeelewa, eh, Kiba hana njaa ah. Ndio maana nimesema kwamba anaweza akawa ndoto zake ameshazikamilisha, sasa hivi anaishi.